Hatimaye ya mwongozo wa kutibu acid reflux pamoja na kiungulia uko hapa mbele yako. Katika video hii nitakufundisha jinsi ambavyo unaweza ukatibu acid reflux na kiungulia na ikawa ni historia kabisa kwa maisha yako na kwa kutumia tu lifestyle na vitu rahisi ambavyo unaweza kufanya hapo nyumbani. Kuwa na hali ya kiungulia, acid kurudi kooni, uh, sio dalili za kupotezea, kwa sababu unaweza ukajaribu kuzizimazima kwa kutumia dawa PPI, antacid, lakini ujua, unapofanya hivyo unakaribisha matatizo makubwa zaidi, kwa maana kwamba matatizo kama e, saratani ya koo, vidonda kwenye koo na magonjwa mengine mengi ambayo yanasababishwa na e, asidi kuwa ni tatizo ambayo ni endelevu. Lakini habari njema ni kwamba kutumia mwongozo huu, unaweza ukasolve kabisa na ikawa ni historia. Sasa tuanze kwa kuangalia tumboni, e, ile asidi iliyopo tumboni. Tumboni kuna asidi kali sana ambayo hii asidi Uh, kazi yake ni kumeng'enya hasa hasa vyakula ambavyo vipo katika hali ya protein pamoja na kuua vimelea mbalimbali mbali, ambavyo uh, vinaweza vikawa vimekuja pamoja na chakula ulichokula, na asidi hii huwa ni kali sana. Unaweza ka ukailinganisha na baadhi ya asidi kutoka kwenye vyanzo vingine, kwa mfano kama uh, kwa mfano kama maji ya betri. Uh, maji ya betri yana pH moja. Yale maji ya betri yale yana pH moja na, lakini asidi ya tumboni pH yake yani ule ukali wake ni 1.5 hadi 3. Alafu maji ya limao unaweza kulinganisha yana pH ya 3, amini mbili hadi 3. Kwa hiyo limao inataka kukaribiana karibiana na, na kwenye tumbo lakini limao bado ni angalau ni fair. Lakini baada ya kuwa umekula chakula, ile asidi huwa ina inapungua kidogo yani kile chakula kilichokuja kinaipunguza kidogo hiyo asidi, kwa hiyo inaweza ikafika paka tatu, paka nne fulani lakini kwa baadhi ya watu ambao wana shida ya kuwa na asidi kidogo kwenye tumbo e? inaweza ikafika mpaka tano mpaka saba. Sasa jambo muhimu ambalo tunataka kulifahamu ni kwamba watu wengi ambao wanapambana na shida ya kuwa na acid, e, reflux asidi zinarudi kooni, mara nyingi huwa ni kwa sababu ya asidi kuwa kidogo na wala sio asidi kuwa nyingi. Hapo naomba nirudie tena, wengi ambao wanapambana na asidi E, asidi kurudi kooni, hizo reflux, kiungulia, mara nyingi ni kwa sababu ya asidi kuwa kidogo na wala sio asidi kuwa nyingi. Na hii inaendana sana pamoja na e, na mtindo wetu wa maisha ambao uko sasa hivi, hatuli vizuri, tunakuwa na vitu vingi ambavyo vinafanya asidi tumboni isizalishwe ya kutosha. Matokeo ya asidi kuwa kidogo ni kwamba kuna kuwa na ile valve ambayo ukiangalia hapa unaweza ukaiona vizuri, hii valve hapa ambayo e, e, eh, ili hii hapa juu ni tumbo. hii ni eh, amini hii. I mean, hapa chini ni tumbo alafu hapa juu ili ni koo la chakula. Katika kati ya hili tumbo hapa na hili koo la chakula hapa katikati, kuna hii kitu tunakiita lower esophageal sphincter L E S, lower esophageal sphincter, ambayo hii inakuwa ni kama mlango ambayo unazuia e, eh, asidi ya humu ndani isirudi huku kooni, inazuia huu mlango. Sasa hii mlango Tafiti zinaonesha kwamba uh, hu, hu mlango hizi hizi maso ambazo zinafunga hapa zinashika vizuri, kama asidi tumboni ikiwa kali, yani ikiwa kali, eh, katika ule ukali wake unaotakiwa ule ukali wake katika ile pH inayotakiwa, eh, hu mlango zile receptor zake zinasikia ki ule ukali wa asidi kwenye tumbo, kwa hiyo vinaziba vizuri zaidi kama asidi ikiwa ikiwa concentrated ya kutosha, kwa maana pH yake ikiwa inafaa lakini saa ile pH ikipungua hii milango inakuwa haiwezi ikafunga vizuri, na matokeo yake ni kwamba inaweza ikaruhusu vitu vya tumboni humo vya acid na nini vikarudi kwenye koo. Na hii asidi ya kooni ikirudi, hii asidi ya tumboni ikirudi kwenye koo, ndio tunaita acid reflux, tunaita acid reflux. Na manake asidi imepanda kutoka tumboni na kwenda juu, na kwa sababu asidi ni kali na choma inasababisha saa ile kuungua, unasikia kama unapata eh, mo, unapata ile eh, kiungulia au wengine wanaita chembe ya moyo, hiyo hiyo maumivu fulani hivi ya kuungua katikati ya kifua, na inaweza karudi zaidi ikafika mpaka kooni na ikasababisha eh, ukasikia kama vile kuna radha fulani hivi mbaya mbaya mdomoni, na inaweza kusababisha vidonda wakati fulani. Na kama hiyo hali ya asidi kurudi kooni ikiwa endelevu ikajirudia mara mbili au zaidi kwa wiki kiasi kwamba ikawa inakusababisha una una uh, unakuwa hauwezi kufanya kazi zako vizuri, unapoteza usingizi, hauwezi kula vizuri, hiyo inakuwa sasa tayari ni ugonjwa ambao tunaita gastroesophageal reflux disease. Sasa hatari yake ni kwamba hizi hali zikiendelea hizi hali za asidi kujirudia rudia na kurudi kooni zikiendelea zinasababisha uh, hizo hapo chini kwenye koo eh, eneo la hilo la eneo la hapo chini kwenye koo linabadilika hizi seli za hapa zinabadilika, hapa kwenye kiboksi hapa zinabadilika na kuwa katika hali nyingine tunaita Barrett esophagus, ambayo hiyo ikiendelea zaidi inaweza ikabadilika na zikawa saratani. Kwa hiyo ni kitu kibaya sana, na vihatarishi vyake ni pamoja na ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi uh, ambao vinafanya hiyo pia hiyo sphincter ya chini pale inalegea, lakini kunywa vinywaji kama pombe, eh, soda, kahawa, chai zenye caffeine Um, ukiwa na uzito mkubwa, ukiwa na kitambi, ina ina press na hata pressure pale kwenye tumbo, pia inaweza kusababisha asidi zikaa zinarudi kooni. Nadhani utakuwa umeona watu wengi ambao wanakuwa na uzito mkubwa, wana kitambi, hii shida inawasumbua sana. Lakini pia ukipata umimba, ukipata ujauzito, ile pressure ya kuwa na mtoto tumboni, pia na yenyewe inasababisha uh, reflux zinakuwa nyingi, pia na hiyo ni shida ni shida common sana pia kwa wajawazito lakini pia ukila kuvimbewa inasababisha hiyo shida. Swala la uvutaji wa sigara pia na yenyewe ni changamoto, au ukiwa na stress au ulali vizuri, pia ni vihatarisha ambavyo vinaweza vikaongeza hii changamoto kutokea. Dalili zake ni pamoja na maumivu kifuani, kwa maana ya heartburn, uh, acid kurudi mdomoni kama ambavyo nimeelekeza, na kikohozi cha muda mrefu ambacho hakiishi, au koo kukwaruza na sauti kama kupotea na shida ya kumeza wakati fulani, maumivu kifuani kama ambavyo nimeeleza. Lakini pia kuhisi kama kuna kitu fulani kimekwama kooni ambacho ukimeza haki, hakishuki ukikiangalia hivi, labda dokta akikichungulia hakionekani. Hiyo pia inawezekana ni irritation kwenye sehemu ya chini ya koo ambayo inasababisha eh, inasababisha eh, kama sensation fulani, kuna kitu kama kimekwama kime mahali, lakini actually kuna kuwa hakuna kitu chochote, inakuwa ni hiyo acid Ukiona dalili hizi zingine ni dalili ambazo sio nzuri ambazo unatakiwa usisubiri. Nenda haraka sana hospitali ukamwona daktari akufanyie vipimo. Cha kwanza ukianza kuona unapungua uzito ghafla eh, bila sababu za msingi. Unakula kawaida lakini unapungua sana uzito, wahi sana hospitali. Au ukiwa unapata damu kwenye choo au unatapika damu, tafadhali sana nenda kwa daktari. Ukiwa unapata maumivu makali wakati wa kumeza au unapata maumivu makali ya kifua ambayo yanaelekea ni kama vile maumivu ya moyo fulani, tafadhali nenda kwa daktari akarule out matatizo mengine. Na kama unapata upungufu mkubwa wa damu pia ni vizuri ukaenda kwa daktari ili akusaidie kuhakikisha kwamba sio shida nyingine ila ni hiyo ya, ya acid reflux. Sasa madhara ya kutotibu ni kwamba, ama nimezungumza, ile acid ikirudi kwenye koo inaweza ikasababisha, uh, inaweza ikasababisha kuunguza kwenye sehemu ya koo. Na ikiunguza sehemu ya koo inaweza ikasababisha sasa uh, ukapata vidonda ukapata vidonda sehemu ya koo na hivyo vidonda sehemu ya koo vinaweza vikasababisha koo, wakati linapona linaweza vikasababisha koo likapungua ukubwa, kwa inaweza kusumbua wakati wa kumeza na vitu kama hivyo, na vile vile zile seli za chini ya koo zikabadilika pia, zikawa e, katika hali ambayo sio ya asili na ambayo zinaongeza zina hatari ya kupata saratani ya koo, na kwa umeona kwamba saratani ya koo sasa imeongezeka sana. Uh, sisi ambao tunakutana na watu wengi, unaona kesi zinazidi kuongezeka sijapata data za hivi karibuni, labda zitakuwa published hivi karibuni, lakini e, zinaonekana satani ya koo inazidi kuongezeka kwa kasi, nadhani kwa sababu haya matatizo yanakuwa ni mengi, watu wanakunywa dawa, lakini sio solution ambayo ni la kudumu. Sasa jisikia namba, unaweza ukatibu, uh, asili inaweza ikatibu vizuri sana. Na hapa nimekuletea formula moja hapa ambayo unaweza ukaitumia kuanzia leo na ukapata matokeo mazuri sana. Ya kwanza, uh, ni kutumia chai ya binzari manjano yani turmeric ambacho natakiwa kuwa nacho ni e, maji kikombe kimoja. A, alafu natakiwa kuwa na unga wa turmeric nusu kijiko cha chai. Alafu unaweza kutumia kiji, nusu kijiko mpaka kijiko kimoja bado ni sawa. A, mafuta ya zaituni au ya nazi, tafuta ile ambayo ni cold press. Au unaweza kutumia mafuta ya parachichi, pia ni mazuri. Na unaweza kutumia pia asali, pata asali mbichi ambayo hii ni optional, unaweza ukatumia usitumie. Kijiko kimoja cha chai amini cha chakula ambacho tunatakiwa kufanya sasa, maelekezo yako hapo, nadhani unaona unachemsha maji moja. Ni zoom haya maelekezo uweze kuyaona vizuri ah. Uh, kufanya sasa hapo, una unachemsha maji eh, una yakishaanza kuchemka chemka una, unaongeza una ile ma, bizali manjano, alafu pia unapunguza moto sa uh, unakuwa moto ni mdogo mdogo ili, yani una, unachemsha kwa moto mdogo mdogo kwa dakika kama tano hivi, then utazima moto, utaacha ipoe kwa dakika mbili mpaka tatu, then utachanganya na yale mafuta E, kidogo ili kuongeza absorption ya ya vile viambata na ambao ipo mle ndani ya bizari manjano. Na baada ya hapo, ikishakuwa imepoapoa, unaweza ukaongeza sasa asali yako, na unaweza ukanywa ikiwa ya uvuguvugu, wa moto moto moto ya namna fulani. Utakunywa asubuhi pamoja na jioni. Tafadhali sana usiweke uh, usiweke usiweke pilipili manga maana watu wengi wanakuwa ni wajuaji, unaweka pilipili manga, itakusumbua. Usiweke pilipili manga, najua sababu zako, lakini usiweke pilipili manga. Kwa katika formula hii tumeweka mafuta kwa, kwa badala ya pilipili manga ili kuongeza bioavailability kwa ajili ya kuboost ile e, eh, kuboost ile hydrochloric acid ambayo ipo kwenye tumbo, ile acid yenyewe, kwa sababu nimekwambia, wengi wanakuwa ni, ni kwa sababu acid inakuwa imepungua. Sasa huwezi kujua ni kwako imepungua au wewe kwako kwa imezidi ila kwa wengi nakuwa imepungua. Kwa hiyo unaweza ukafanya kwenye matibabu yako haya, unaweza ukaongeza pia ukatumia ile apple cider vinegar. ukatumia dozi ni kutumia kijiko kimoja, kile kijiko kimoja kwenye maji ya kawaida ya kunywa. Kwa hiyo una- unaweza ukaanza kidogo kidogo, kaweka labda kijiko cha chai au kaweka hata nusu kijiko cha chai ukaweka kwenye maji ukanywa asubuhi, mchana na jioni, hivyo hivyo. Baadaye ukiona una tolerate vizuri, unaweza ukaongeza kidogo, kidogo, kidogo mpaka ukafika ile optimum ya kijiko kimoja cha chakula kwenye maji yanakoroga, unatakiwa unywe hata kwa siku tano mpaka saba, inatosha kabisa aa, kupata matukio mazuri. Sasa bila tiba ya chakula, bila kanuni za lishe, hakuna mahali ambapo utafika pazuri. Ehe, vitu vya muhimu sana kwa sababu ujue umepata hii shida kwa sababu ya mtindo wako wa maisha sio mzuri. Kwa hiyo kuna namna inabidi ufanye vitu vya kurekebisha. Cha kwanza, uh, jitahidi kula mara chache kwa siku. Najua hii iko tofauti sana, uh, na wengi ambavyo wanaelekeza kwamba e, ukitaka kupona vidonda e, vya tumbo jitahidi kula kidogo kidogo mara kwa mara. Sasa hebu fikiria na wewe kwa akili tu ya kawaida kwamba ukiwa ukiwa na vidonda vya tumbo maana yake ni kwamba e, tumbo lako lina shida. Sasa ukiwa unakula kila wakati, unakula milo sita kwa siku, maanake kila unavyokula tumbo linakuwa busy linachakata chakula. Kila unapokula tumbo linakuwa busy linachakata chakula. Sasa litapona saa ngapi? Halina muda mzuri wa kupumzika. Kwa hiyo, unachotakiwa kufanya ni kula chakula vizuri. Ukila vyakula vizuri, vyakula ambavyo viko hai, vinakusaidia kukaa muda mrefu bila kula na ule muda mrefu ambao vinakaa bila kula, maanake tumbo pia linapata muda wa kupumzika, linapata muda wa kujitibu. Kwa hiyo lenga kula angalau milo miwili mpaka milo mitatu ili pia tumbo lipate muda wa kupumzika. Alafu kitu kingine, epuka kula usiku eh, milo yako ishie saa kumi na mbili mpaka saa moja hapo ili muda mwingine mwili pia upate muda wa kupumzika. Epuka kula vyakula ambavyo vina e, vinachochea, vinachochea matatizo. Kwa mfano, kama ma, ma, mafuta mengi, vyakula vya kukaanga, pilipili, soda, chocolate, pombe, kahawa a, au kama unatumia unatumia kachumbari, usitumie nyanya mbichi, eh, vinaongeza matatizo. Lakini pia ongeza vyakula vya mimea e, kama vile mboga za majani, a, mboga mboga zingine, matunda ambayo sio machachu, eh, nafaka ambazo hazijakobolewa e, ni inakuwa ni vyakula vizuri ambavyo vitakusaidia kuweza ku kuongeza um, uponyaji na vitu vingine vya muhimu viko hapa. Kitu cha kwanza kabisa jitahidi kupunguza uzito. Kama una uzito mkubwa, una kitambi, tafadhali sana punguza uzito, na njia za kupunguza uzito nimeshafundisha hapa, utakuwa unafahamu vizuri. Kama ujaona video tafadhali ta, tazama, nimeshafundisha kwa uwazi njia za uhakika za kupunguza uzito. Alafu pia nitaji kufanya mazoezi mepesi kwa maana ya mazoezi kama kutembea, yoga, kustretch na vile vile nitaji kudhibiti stress kama una msongo una, ma, una vitu ambavyo vinakusumbua akili uweze kutulia tafadhali tafuta namna ya kupunguza e, msongo. Moja wapo ya njia ni kufanya maombi. Na siku zote wana sitiza sana imani kwa Mungu. Kwa kutumia imani yako yoyote, dini yoyote, imani kwa Mungu. Mungu wetu ni mmoja. Imani kwa Mungu inasaidia sana kufanya uwe na utulivu wa akili. Inaweza sikusaidia kusolve matatizo yoyote, lakini matatizo kila mtu anayo, lakini shida ni vile ambavyo tunaya tunaya face, jinsi ambavyo tunaya tunaya tunaya kabili eh, ukiwa na imani kwa Mungu unakuwa na na stamina sana ya akili akisha kwamba unakuwa na imani kwa Mungu, fanya maombi, fanya kutafakari, muamini Mungu kwamba atakusaidia, utavuka kwenye haya matatizo. Lakini pia fanya mazoezi ya kuvuta pumzi ili uweze kurelax muscles na nerves, ili uwe focus na kupata solution za ambazo ni za uhakika. Lakini kitu kingine, wakati wa kulala, unaweza ukaelevate kitanda chako katika degrees fulani ili eh, ku, eh, kusaidia usiwe ume usiwe ume, ume ume umeegemea fulani ili kuruhusu asidi iweze kurudi ko, kwenye kwenye koo. Kwa hiyo unaweza ukakiinua uka kitanda chako namna fulani. Unaweza kutumia mbinu yoyote mito fulani special au kama mchoro ulivyoonesha hapo eh, unaweza uka, ukainua kitanda ili uwe juu kidogo. Lakini pia unavyolala, lalia upande wa kushoto na epuka kula muda mfupi kabla ya kulala, na nadhani pia hiyo vitakusaidia sana kuweza kufikia malengo yako. Na wakati unalala pia zingatia usivae nguo ambazo zimebana eh, usivae, umevaa majinsi au umevaa tight ambazo zinabana. Vaa nguo ambazo zinakufanya unakuwa upo ume relax. Kwa kufanya hivyo naamini Mungu atakusaidia utakomesha kabisa e, ishi ya ga, ya, ya, ya li, asili reflux, viungulia na magonjwa kama hayo kwa namna rahisi hiyo ya asili. Na tafadhali share pamoja na mwenzie kwa sababu hii imeshakuwa ni kubwa sana sasa hivi. Tu share hizi taarifa natamani kila mmoja awe na hizi taarifa. Yaani usihangaike na mavitu ambayo unaweza ukayasolve kirahisi tu nyumbani bila kutumia gharama yoyote. Na ikiwa kama unahitaji e, ushauri private, unaweza ukabook consultation yako kwa namba hiyo na tutaongea. Hadi wakati mwingine Mungu akubariki, peace.